Je, nini kingetokea kama unabii wa kale ambao haujawahi kuguswa kwa karne nyingi ungeamka ghafla katika kisiwa kilichojificha? Fikiria dunia ambayo uchawi unaanza kuamka na vivuli vya giza vinajitokeza pole pole, yote yakimtegemea mvumbuzi mmoja kijana. Hii si hadithi tu. Ni mwaliko wa kushuhudia ujasiri ukibadili hatima dhidi ya giza kubwa lisilo na mipaka. Zamani sana, kabla ramani hazijaonyesha kila pembe ya dunia, wazee wa baharini walikuwa wakisimulia hadithi kwa sauti ya chini chini. Hadithi ya kisiwa Kisingilizi. Kisiwa kilichojificha mbali na macho ya wanadamu, kikizungukwa na minongono ya mawimbi ya kale. Wengine walidai kilizama, wengine wakasema hakikuwahi kuwapo. Lakini waliokijua kweli walijua kisiwa hicho kilikuwa kinasubiri. Kinasubiri roho sahihi. Ilisemekana kwamba ndani ya ardhi ya Kisiwa Kisingilizi kulilala unabii wa kale. Unabii ambao haukuwa wa maangamizi pekee bali wa uchaguzi. Kwamba siku moja mvumbuzi kijana angefika na kwa hatua zake uchawi ungeamka. Lakini kuamka wa uchawi huo kungeamsha pia kitu kingine, vivuli vya giza vilivyofungwa kwa karne nyingi. Na siku hiyo ilifika. Mvumbuzi kijana alianza safari yake, si kwa sababu ya umaarufu wala kwa sababu ya damu ya kifalume. Aliongozwa na sauti ya ndani, hisia kwamba kuna jambo kubwa lilikuwa linamuita kutoka baharini. Hatua zake zilimfikisha kwenye alama za ajabu, mabaki ya ustaarabu uliopotea, na hatimaye kifaa cha fumbo kifaa kilichobeba maandishi ya unabii. Alipokibusa, ardhi ikatetemeka. Uchawi wa Kisiwa Kisingilizi ulianza kuamka taratibu, kama pumzi ya kwanza baada ya usingizi mrefu. Maji yakang'aa kwa mwanga wa ajabu, upepo ukabeba sauti zisizoeleweka. Misitu ikaonekana kana kwamba ilikuwa na nafsi. Lakini pamoja na mwanga, giza nalo likaamka. Vivuli lilihisi mwito wa uchawi, vikaanza kusogea kuelekea kisiwa. Hapo ndipo mvumbuzi kijana alipoelewa ukweli mchungu, unabii haukuwa hadithi tu, ulikuwa onyo. Safari ikawa ngumu, hofu ikamzingira. Kulikuwa na nyakati alitaka kurudi, lakini kisiwa hakikumwacha. Uchawi ulimjibu mara, kupitia walinzi wa kale, viumbe vilivyodhaniwa kupotea kwenye historia, mara kupitia nguvu mpya ndani yake mwenyewe. Alijifunza ukweli kwamba nguvu ya kweli haitokani na uchawi pekee, bali kutoka kwenye nia safi na uamuzi wa kusimama imara. Hatimaye siku ya mwisho ilifika, anga na bahari vilitetemeka, uchawi na giza vikagongana. Katika wakati huo, maana ya unabii ikajifunua. Hatima haikuwa kitu cha kurithi, bali kitu cha kuchagua. Mvumbuzi kijana alichagua mwanga, vivuli vikatawanyika, kisiwa kikapata pumzi mpya, uchawi ukabaki kama mwanga wa ulinzi. Na hivyo simulizi ya Kisiwa Kisingilizi ikaendelea kuishi kama ukumbusho kwamba ujasiri wa roho moja unaweza kuangaza dunia nzima.